Hii ni Knews. Habari. Mwaka wa uchaguzi kwa kawaida ni mwaka ambao una vichocheo vya vurugu, una vichocheo vya uhasama. Watu wasiojua kusema huwa wanajua kusema mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kusengenya huwa wanajua kusengenya mwaka, mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kuchonganisha wanajua kuchonganisha mwaka wa uchaguzi mwaka wa uchaguzi kama mwaka mwingine nao utapita, maisha yatarudi yale yale. Ndiyo, ndio ndio, mwambie mwaka wa uchaguzi nao utafanya nini? Utapita, maisha yatarudi yale yale. Kwa kila anaye kuchochea kufanya vurugu, mwambie mwaka wa uchaguzi nao utapita. Wanabunda tutabaki, tunaitaka amani yetu. Sasa hivi ni, ni mwezi tunalegea watano, mwezi wa kumi tunafanya kura. Miezi mingapi? Miezi mitano tunaenda kwenye uchaguzi. Tusikubali miezi mitano iharibu amani ya nchi yetu tuliyoijenga tuli na kuitetea tangu uhuru wetu. sawa sawa, so, so, na kila anachokuambia kiongozi wa kisiasa kipime vizuri. Mtu anakuja bunda hapa anasema hakuna kitu chochote kilichofanyika ama hata ukimuuliza mwendawazimu anasema naona kweli kuna maajabu. <coughs> <coughs> hapa kweli. Wapo kweli, kuna mambo makubwa yamefanyika, eneo limebadilika, watu wamebadilika. Kwa hiyo mabadiliko e, yaliyofanyika e, kwenye nchi yetu ni makubwa sana. Haiwezekani mtu akaibuka tu akasema hakuna kilicho fanyika. Lakini nasema unapotaka kuchaguliwa kuchaguli maneno ndio maana wale wanaoenda kuchumbia wakati mwingine wanasahau, inapita ndege kule ya Marekani, anamwonyesha mchumba wake kwamba hata ile pale pia ya baba yangu. Ndiyo sasa unakuwa una hamu sana ya kuolewa, unaandika kumi na ndege pia wanayo eh. Toka uhuru mpaka leo hatuna kiongozi wa CCM hata mmoja ambaye ameikimbia nchi yetu kwenda kujenga majengo yake ya nchi na kuishi huko, uongo kweli? Viongozi wote walio kututumikia nchi hii wanaishi Tanzania, uongo kweli? Ndio. Na pia tunao viongozi wazuri, mnasikia baadhi ya viongozi hata katika vyama vingine. Juzi nimesikia wawili watatu wanaongea wanasema jamani, tusipoteze amani ya nchi yetu. Nimesikia wengine wanasema mimi ni chama hiki, lakini wenzangu wakimtukana rais ro nauma, pamoja na kwamba tuko pamoja kwa sababu mimi naisi kwangu, mimi namuona kama mama yangu mzazi. Mila zetu zinakataa kutukana mama zetu. Ukikuta kijana mdogo ana miaka 20 25 30 40, wote hawa wanaweza kuzaliwa na mawasamia uongo kweli. Tangu ukikuta mmoja anapiga piga matusi rejareja, unajua huyu anatakiwa haraka sana haraka sana haraka sana pale yuko mwimbili apate matibabu ya kula eh, kwa sababu huyo hajitambui, hajielewi, hajui nafasi yake, hajui nafasi ya nchi yake, hajui kwamba usione vyaelea vimeundwa. Hakuna binadamu anayetembea barabarani hapa ambaye amejizaa yeye mwenyewe. maendeleo ya kweli yatapatikana wakati nchi ina amani. Sawa sawa? Kweli kabisa, kweli kabisa. watu wa kulialia ni watu kutafuta maendeleo. Wananchi wa Bunda ni watu wa kutafuta kazi. Ndio maana ukianzisha tu maandamano vya kijinga jinga, wananchi wa Bunda wanakuuliza, je, tutapata mkate kwenye maandamano hayo? Uongo kweli? Wananchi wa Bunda wafanye mambo yasiyo na tija, uongo kweli? Ndio, na hivi ndivyo ambavyo tunataka taifa zima liwe, tuungane kwenye shughuli za maendeleo bila kuona nini aibu, muungano wa shughuli za maendeleo, bila kuona aibu. Amina kubwa. Kwa hiyo tuna safari kubwa. Nimeambiwa baadhi ya wananchi wa Nyatwali leo walipigapiga maandamano kidogo pale kwa ajili ya madai ya fidia. Madai ya nini? Ya fidia, ya fidia. Mara ya mwisho nilipokuja, ilipokuwa nije ziara mkoa wa Mara, niliishia Mwanza mwanzo hiyo, oh. nilisikitika sana na nirudia Mwanza baada ya kuambiwa kwamba fedha za fidia hazijaanza kulipwa sawa. Na nikarudi nikaenda kumwona mheshimiwa rais, mwenyekiti wa chama chetu, nikamwambia mheshimiwa, naomba unisaidie, mi natoka Bunda, nikipita pale wakati fedha ijaanza kulipwa wananchi wenzangu wa Bunda hawatanielewa au sio? Na rais akaagiza fedha zianze kulipwa. Na mpaka sasa hivi zimelipwa zaidi ya asilimia tisini zaidi asilimia ngapi? Tisini. Imebaki asilimia kidogo sana, lakini kuna baadhi ya wananchi wachache bado wana malalamiko kuhusu kiwango walicholipo. Sasa niwatake wananchi wenye wa Nyatwali, utaratibu wa kulalamika ni mzuri. Kama unalalamika kwa njia ya yeah, amani, kwa njia ya nini ya yeah, amani na hasa kama jambo lenyewe linalofanyika linakusudia kuleta maendeleo katika nchi yetu au sio? Yeah. Hey, tumekubaliana kwamba eneo hili tulitumie kwa utaratibu huu. Tumekubaliana tulipane. Basi kama mtu ana malalamiko tufuate utaratibu mzuri, na kwa bahati nzuri sana tuna mkuu wa mkoa mzuri mno, na sisi tunaamini bila shaka yoyote kwamba kupitia kwake malalamiko yatashughulikiwa. Na mkuu wa mkoa ushirikiane na waziri wa Utalii, na nimeongea naye kwa simu leo, nimemwelekeza kushirikiana na wewe kuhakikisha kero za wa watu Nyatwali zinaondolewa, na nimeambiwa malipo ya mwisho kabisa ya watu asilimia kumi iliyobaki yako kwenye hatua ya mwisho kulipo na hazina. Namtumia salamu huku alipo waziri wa fedha, hela hiyo itoke baba. Sema, sema, sema, sama, sama, sama, sama. Salamu salamu nani Katibu, Waziri wa Fedha, hela iliyobaki Nyatwali itoke. Na kwa bahati nzuri sijawahi kumpa maelekezo Mwigulu ikafika siku 14 hajatekeleza. Na <laughs>